Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Madini. Madini oye! Oye! Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Naibu Waziri, Naibu Katibu Mkuu, watendaji wote wa Wizara ya Madini mliopo Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika jengo la Wizara ya Madini hapa Mtumba. Ni jengo ambalo lipo katika mradi unaotekelezwa na serikali katika eneo la mji wa Mtumba, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengo letu hili lilianza ujenzi mwaka elfu mbili na ishirini na moja na ilikuwa ni kwa muda wa miezi kumi na minane mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa changamoto zilijitokeza hapo awali katika majengo karibuni yote ya serikali ambayo yalilazimika muda kusogezwa mbele na tarehe ishirini na tano mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano tulihamia rasmi katika jengo hili ikiwa ni ahadi ambayo tuliitoa mbele ya kamati ya Bunge ya Nishati na Madini ambao walituelekeza kwamba ifikapo mwezi wa tano tuwe tumehamia hapa, lakini pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba huduma zote zinatolewa hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengo letu hili lina magorofa sita ambapo mpaka hivi sasa lina uwezo wa kuwachukua watumishi mia tatu na hamsini kwa wakati mmoja. Sisi Wizara ya Madini tuko mia moja na sitini watumishi, wote watu wako hapa na wengine wapo katika baadhi ya kazi nje ya ofisi lakini hivi sasa watanzania wote wale ambao walikuwa wanapata changamoto pale awali ya kupata huduma wizara ya madini, kwa kuwa na ofisi zenye mtawanyo wa sehemu mbalimbali, sasa kila mtanzania anayekuja Dodoma anahudumiwa hapa, jambo lake linaishia hapa kwenye sekta ya madini, haendelei tena kuzunguka kwenda maeneo mengine. Tunaishukuru sana serikali kwa ujenzi wa majengo haya yenye ubora wa hali ya juu, ambayo inawafanya watumishi wetu wanafanya kazi ya kuhudumia watanzania wakiwa katika nafasi nzuri zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Madini tumefurahi sana ujio wako siku ya leo. Watumishi wetu wana ari kubwa ya kuwatumikia Watanzania, lakini pia wamefurahi sana kukuona ukiwa umefika kwenye jengo letu leo la Wizara ya Madini. Pasipo kuchukua muda mrefu, nichukue fursa hii kukukaribisha, nimkaribishe Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu kwa maelezo na baadaye aweze kukaribisha uweze kuzungumza na wafanyakazi karibu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ni ziara yako ya pili kwa siku ya leo, kama nilivyosema pale nyuma, mji mkuu umeanza kujengwa kwa hadhi hii katika awamu ya pili. Awamu ya kwanza wizara zote zilipewa fedha shilingi bilioni moja moja wakajenga majengo ya kuhamia Dodoma, lakini awamu ya sita imetoa pesa ambazo zimejenga majengo ishirini na tisa ya kuhamia na kufanyia kazi Dodoma, na ziko wizara kama alivyosema Mheshimiwa Waziri ambao wamemaliza kabisa kujenga na kuhamia na kufanyia kazi hapa moja hapo ni Wizara ya Madini. Leo umekutana na Waziri wa Madini, najua katibu mkuu hao yuko safari, lakini tunaye naibu katibu mkuu na naibu waziri. Majengo haya kwa ujumla ambayo yamejengwa na Dot Samia Suluh Hasan kwa viwango hivi yako ishirini na tisa, ishirini na nne yako namna hii kwa sababu ni ya wizara, lakini kila wizara ilijengewa ukubwa kutokana na uwezo na ukubwa waikama ya wizara yenyewe hayafanani sana. Yako majengo mengine makubwa, kwa sababu kila wizara walitengeneza mchoro ambao unafanana na mahitaji yao, lakini pia kuna majengo mengine matano ya taasisi na wizara ya ulinzi ngome wako kule e, Kikombo. Kwa hiyo kama alivyosema mheshimiwa waziri, sisi wasaidizi wa ofisi yako, kwa tunashukuru kwamba umekuja, kwa sababu usimamizi wa ujenzi wa majengo haya ndani ya ofisi yako ya ofisi ya waziri mkuu. Lakini tunafurahi sana, tunafurahi kwamba msisitizo mkubwa na utoaji wa fedha uliofanyika wakati wa ujenzi, wewe ulikuwa waziri wa fedha, kwa hiyo unajua kabisa namna ulivyokuwa unatoa pesa, na leo unakuja kushuhudia utekelezaji wa kasi na ahadi ya mheshimiwa Rais ya kujenga mji mkuu wa Mtumba. Kama alivyosema waziri, tukukaribishe sana. Karibu sana Mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wetu wa madini, Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa naibu waziri, Naibu Katibu Mkuu, kwa niaba ya wataalamu wote Tumekuja kwa ziara ya kawaida kujionea maendeleo ya ujenzi wa mji wetu wa serikali na utayari wa utekelezaji wa mradi huu wa serikali kuhamia makao makuu ya nchi. Nikupongeze Mheshimiwa waziri kwa hatua hii bayo umeielezea na mimi kabla sijasema mengi nifanye mambo mawili jambo la kwanza niombe mpokee salamu kutoka kwa mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu wa jamhuri ya muungano wa <laughs> Tanzania nilimwaga kwamba nitapita katika wetu wa serikali, nitatembelea baadhi ya ofisi ambazo, uh, wenyeji wetu watapata nafasi. Natambua kamati zinaendelea kwao, tumepita tu kwa mfano wa wizara kadhaa. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana, anatambua kazi nzuri mnayofanya. Hongereni sana, Mheshimiwa Waziri Sote tunatambua hii wizara, hii sekta ilikuwa sekta ambayo ilikuwa imewaacha Watanzania mbali sana, na waliokuwa wananufaika kwa kiwango kikubwa, tunapoongelea madini, walikuwa wale makampuni makubwa. Sasa hivi sekta ya madini imo kwenye kumbukumbu -kumbu za Afrika kwamba Tanzania ina sera na imetekeleza mkakati wa kufanya uchimbaji jumuishi unaoshirikisha wazawa vijana wa, wa, wa, wa Kitanzania. Kwa hiyo hongereni sana hata nchi hata nchi majirani, Mheshimiwa Waziri, unakumbuka walikuwa wana wanatafuta sera yetu ya Tanzania ili na wenyewe waweze kutekeleza hivyo. Kazi hii mmefanya vizuri na si tu, na si tu kwa maandishi lakini hata ukienda katika maeneo mbalimbali unaona vijana wakishughulisha na masuala. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, e, umetekeleza vyema miongozo ya mheshimiwa rais. Wewe pamoja na timu yako nikupongeze, mmefanya vizuri sana. Lakini <laughs> pia mapato yanayotokana na sekta ya madini, mimi nimekuwa waziri wa fedha pale, yameongezeka kwa kiwango kikubwa na sehemu kubwa ikiwa inatoka kwa wachimbaji wadogo. Hii ni hatua nzuri katika kampeni ya nchi ya kupambana na umaskini. Hii, hii ni moja ya hatua nzuri, tuendelee nayo. Ni jambo ni jambo jema sana mmelifanya, mmefanya vyema sana vijana wa kitanzania wanamiliki rasilimali za nchi yao. Kwa hiyo hii endelezeni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 ni rahisi kuibiwa. Usipojua una utajiri gani, ni rahisi kuibiwa. Atakwenda mtu atasema amechimba, taja aina yoyote ile ya, ya madini, kumbe ninyi wataalamu mnajua, kumbe kwa kuchimba hiyo ambayo ame declare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 tunaiongezaje ile asilimia ya kutafiti. Tuendelee kutafiti, kama ni vitendea kazi tuwe navyo, tutafiti kwa sababu maeneo yale ambayo tulishagundua ni depletable. Madini huwa yanaisha. Kwa hiyo uh, tusijivunie tu yale ambayo tulishagundua tukaacha kutafiti La tatu, najua tume iko kwenu, iko, e, ni, ni taasisi katika wizara e, na mtendaji yuko hapa. Tuendelee kukomesha migogoro, tuendelee kukomesha migogoro, hasa hasa ile yenye yenye sura ya uonevu, kwamba vijana wa Kitanzania, watu wetu wa wa vijijini tu wanaenda katika eneo kwa njia zao za asili, wanagundua kuna kuna madini. Ikishagundulika tu wanajitokeza kwenye uwezo, wanawahi kwenye leseni na kisheria, mtu akishakuwa na leseni mali ile inatambulika sasa kwamba ni ya kwake. Kumbe walikuwepo watu walikuwa wanaendelea na eneo hilo na ndo kimsingi ndio waliogundua kwamba pana mali hapo. Kwa hiyo tuendelee kutatua yako ya taswira hiyo ya aina nyingi. Tuendelee kutatua ili watu wetu walioko kwenye sekta wafanye kazi hiyo huku wakiwa na utu na tabasamu, wanufaike na rasilimali za nchi yao. Mheshimiwa Waziri, la mwisho Eh, la mwisho tu ni, ni, ni, ni, kwa niaba ya timu tuliyokuja nayo nitamani ni, ni kuambie wewe pamoja na na, na wenzako kwamba tulipokuwa pale Wizara ya Maji wakati tunatoka tulipewa maji. <laughs> <laughs> Eh, Mheshimiwa Waziri, wewe ni mfugaji, ukienda kwa wafugaji unapewa nini? Unapewa maziwa. Bahati iliyoje leo tumekuja. <laughs> Wajamani, basi tunawashukuru, tuko tayari kujionea ofisi e, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tujionea, alafu baadaye tuwaruhusu mwendelee na ratiba.